Yeah, yeah, yeah, mambo ni vipi? Na tupo uwanjani Jomo Kenyatta International Airport, tumeweza kumpokea miongoni mwa msanii ambaye anafanya kazi nzuri sana Oya, it's Ibra ameweza kutua Nairobi 254, kutokea Dar es Salaam. Tuko hapa na wenzangu waandishi wa habari, nataka tufahamu kwamba haswa nini imemleta Nairobi na haswa amekuja kufanya shughuli gani. Ibra, karibu nyumbani, hapa ni nyumbani. Thank you so much uh... Kenya ni nyumbani, ni watu ambao wananisupport zangu siku nyingi, lakini pia sasa hivi imekuwa yeah. uh, uh, ni kitu tofauti zaidi. Safari ni nzuri, namshukuru na Mwenyezi Mungu nimefika salama naza uh, yeah. uh, labda hmm. ni, Kenya, na ambacho Kenya sa uh, na ni mara ya tatu ya nne, lakini kilichonileta zaidi ni uh, ku, kujiengage zaidi na Wakenya na kwa sababu Kenya ni watu ambao wana support muziki wangu tangia naanza. So yeah, ni kujiingia zaidi na wa Kenya, lakini kabla ya kuja Kenya nilipita kwa balozi wa Kenya ambaye anaiwakilisha ana, ana, ana Kenya Tanzania kwenda kupata ridhaa yake, kupata nguvu yake, kwa sababu mji bila wazee ni uhuni. <laughs> So tumepita kwake kwanza kwa sababu yeye ndo mzee wetu na tukapata ridhaa kutoka kwake. Tumekuja Kenya lakini kingine uh, ni kuhusu ndugu zetu kwa sababu unajua Uh, mitandao ni watu wanaongea tu, lakini kikubwa sisi ni wamoja na ni watu ambao tunahitaji kushirikiana kwa mara kwa mara, kwa sababu kijana wa Kitanzania ni sawa na kijana, kijana wa Kenya. so yeah mm. Yeah. Upo kwa Kenya, kuna watu ambao wangejiuliza maswali mingi. Ibrahim amekuja ziara mziki, ana shughuli, kwa sababu tuliona uliachilia kazi na Jovial ambaye amefanya vizuri sana. Ah, yeah. Uh, sio tu Jovial, wako wasanii wengi ambao nimefanya nao kazi. Atakapokuwa na tayari mtaziona kwa sababu tunachotegemea tunacho ni kitu kizuri na huwa tunafanya kwa ajili ya mashabiki. mm -hmm. yeah. Pia ulizungumza kuwa ungependa kufanya mziki na Meja, imefikia wapi? Labda kama wa Kenya tunasubiri sana. Uh, nadhani ndo nimeshafika Kenya, so watu wategemee makubwa zaidi. mm -hmm. yeah. Nadhani hiyo mwaka kwako imekuwa na changamoto mingi sana. Na tumeangalia kumekuwa na trend fulani ambayo wasanii wengi ambao wamekuwa kwenye lebo wamekuwa kitoka kwenye lebo wanajisimamia kwao, yeah. na we ambao sasa kwa sasa ni msanii ambao uko huru uko kwenye uko peke yako independent, yeah. vile vile yeah. na ningetaka kufahamu haswa unaona itakuwaaje, mapokezi itakuwa vipi? Unajiamini kivipi? uh, mi naamini kupitia kazi, kwa sababu hata nilipokawepo siwezi kusema nimejikuza mwenyewe ni watu ambao wamenipigania waliwekeza nguvu zao, wakaweka juhudi zao, lakini naamini kupitia kazi nzuri, kwa sababu hata kama wao wangewekeza mabilioni kama ufanyi vizuri ni ufanyi vizuri tu. So mimi naamini kupitia kazi. Watu wakae tayari kuenjoy mziki mzuri zaidi. Kwa kuwa tayari kwenye mziki mzuri yeah. Yes. Uh, ulipoondoka kwa Konde Gang, tumekuwa na ukaribu sana na Wasafi <laughs> Diamond Platnumz, pale natumia mziki wako na pale ulikuwa kwenye event ya Billnass na walikuwa sponsored na Wasafi kipenda yeah, kujua mambo iko vipi. Uh, ni kipi kinachoendelea, mambo iko kama ilivyo? Ah <laughs> uh, mimi nadhani ni swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kujiengage na wasanii wenzangu ni kitu ambacho nilikuwa uh, nakitamani kwa muda mrefu, lakini mara nyingi kilikuwa kinakuwa kiko tofauti zaidi, kwa sababu unapomfuata mtu kujiengage naye, kama kuna misingi ya kazi ambayo inamwekea mipaka kwamba hichi hatuwezi kufanya na hichi hatuwezi kufanya, inakuwa ni ngumu kidogo. Lakini kwa sasa hivi, uh, niko niko huru, niko free, niko na management, niko na manager Kenya, niko na manager Tanzania, East Africa kwa ujumla, so ni muda wa kufanya kazi kwa sababu Ibraah, mtu umekubalika. Na kip, kuna kipindi fulani tuliona wakati kulikuwa na issue na boss wako wa kitambo, ulikuwa side ya boss wako, na sasa tumeona yule mtu ambaye uh, Diamond ametumia mziki yako, anakubali kazi yako, huenda maybe kuna mawasiliano, kuna mkataba, kuna vile anataka kukusign uh, kama, kama kuna, kuna, kuna, kuna chochote kitaendelea, basi mtakiona kwa sababu hakuna uh, kitakachojificha, yani kazi na tunapofanya kazi siku zote waga, tunahitaji umoja. Kwa kama itatokea, mtaiona, hatutoficha chochote na siwezi kuficha chochote, kwa sababu kama itatokea WSB, ikawa ndio sehemu ambayo labda nitaelekea, ni no. Mtaiona kwa sababu ndio nitakuwa nafanya nao kazi, lakini sasa hivi tuko oya gang. Kama oya gang, oya gang is my family like ukiona familia yangu, basi ni oya gang. Uh, Oya gang ni familia. Uh, kuna, kuna, kuna watu ambao walipigana kwa ajili Ibra. Kuna watu ambao walisimama nyuma ya Ibra hata kama Ibra alikuwa yuko kwendewalikuwepo. So leo ukija kuona hhuwezi kuwaita chinga, ni jina langu right? So, yeah. Okay. Yeah. na, wako na mnazungumza ama uko vipi? Uh, ni sawa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Harmonize is my brother na uh, kilichotokea kimetokea tu kwa sababu sisi wote ni kila mtu anatafuta riziki mm -hmm. Na siwezi kumchukia kwa sababu naamini kupitia yeye ndio kumenifanya nikafika hapa nilipofika, so yeah. Ibra, kumalizia tu sasa uh, maybe nikurudishe nyuma kidogo tukizungumzia ile mkataba wako ambao uliwachiliwa huru. Yeah. Na kuna tetesi inasemekana kwamba hakuweza kuwa na contract kwa sababu inasemekana kwamba bosi wako kitambo alipoteza hiyo kandarasi, ndio maana wewe uliwachiliwa huru. Na ni kweli? Na kama uliwachiliwa huru kuna maybe kuna pesa fulani unafaa kuachilia maybe ya ile facilitation. Mm, contract zilikuwepo na tulilifikisha kwenye uongozi wa Baraza la Sanaa Tanzania BASATA nichukua nafasi hii pia kuwashukuru wao kwa sababu walilitendea wali kazi vile ambavyo lilipaswa kufanyiwa kazi, na likawa limefanyika kwa haraka zaidi mm. Ya niwashukuru sana baraza la sanaa la muziki wetu wa Tanzania, walitenda haki mm. Kwa kweli, hamna senti yote ambayo utafaa kulipa kuhusu uh, uh, senti, niseme liliishia huko kwa sababu baraza ndo liliamua kwamba haiwezi kutokea hiyo kitu na waka ikaisha kama ilivyoisha hamna. hmm. yeah. hela uliwachiliwa maybe? Um, amna. Yeah. Ibrana, naelewa. uh, waku, ya kulipia zile catalog ambao uliwachiliwa, naelewa wewe mwenyewe uandika mziki wako, umeandikia wasanii wengi. Labda kuna wasanii ambao umeweza kuandikia mziki lakini, ha, ha, ha, ha, hawakuweza kufika bei, hawakuweza kuappreciate yeah. Yeah. Uh, mimi nimeandika kazi nyingi lakini sio vizuri kumtaja kila msanii kwamba nimwandikia mtu fulani na mtu fulani <laughs> <laughs> yeah. Kwa sababu bado tunaendelea kufanya nao kazi wengine so, mm -hmm. Maybe watafeel kuwa ni embarrassing so, yeah. yeah. Haujawahi pata disappointment yoyote? Disappointment zipo lakini, ni, ni binadamu hatujakamilika. Alright, Ibra, now, kumalizia tu maybe unatarajia nini na kutoka wasanii wa Kenya kwa sababu kuna wasanii wakubwa na tumemwona rafiki yako, sasa inasemekana atakuwa bosi wako, Amondi amefanya kazi na Bien, itakuwaje? kuna kazi mnapika? Uh, tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu kwa sababu tunategemea vitu vizuri zaidi, lakini pia kikubwa ni kuukuza mziki wa East Africa na Afrika kiujumla, kwao tunapambania hicho ili tufike mbali zaidi na zaidi kwa sababu wenzetu wako mbali zaidi. Magomvi hayapendezi kwa sababu tunahitaji umoja, kuungana, kufanya vitu vizuri, kufanya kalcha yetu iende mbali zaidi so, yeah. Shukrani sana kwa muda wako. Umejifunza nini kipindi chote umepitia yote? Ah, nimejifunza kufanya kazi tu kwa nguvu na jitihada nyingi, kuwekeza akili pia kwenye kile ambacho naamini kwamba hiki ni maisha yangu. Asante sana. Nadhani yeah, kuna, so kuna ndugu yangu hapa nadhani ataongeza moja mbili tatu tukimalizia. mm -hmm. Yes. Yes. Kwa majina vile mnajua ni Don Tawamo. Mimi ndio business, uh, PR manager wa Ibra na nashukuru Mungu kwa sababu si kazi rahisi, lakini tuko tayari kupambana nayo kwa sababu Mungu alitupa hekima na busara wa kufanya kazi hiyo, na experience kubwa ambayo nimekuwa nayo katika tasnia ya burudani itaniwezesha kusukuma hii gurudumu la Oya Geng vile inavyowezekana inavyo, mm -hmm. Yes sir, na vile inavyofaa, so, na tunashukuru Ibra amefika, so nadhani press conference kubwa kabisa iko pale alfajiri. mm -hmm. Eh, hapo ndio tunaelekea. Nadhani hii imekuwa ni kionjo, kuna mengi ambayo itaongelewa hapo sasa